Kipenzi cha umma si mwingine mtume Muhammad, sallallahu alaihi wasalama. Vipenzi vya Maalim Shabani popote pale mlipo, e, ama lyaumu, ama siku ya leo, sikuja kwa ajili ya mauidha au darasa la hasha. E, nimekuja kwa ajili tu ya ku kwanza kuwashukuru ndugu zangu, kwanza nawashukuruni sana e, taarifa kama ilivyowafikia Eh, hupatwa na msiba huo ni mipango ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Mwenyezi Mungu kila kitu anakipangilia kwa mpangilio wake. Eh, mnaweza mkachukia kwa kuondoka kwake, lakini kumbe ndio kawa ndoheri kwenu nyie. Hamjui Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala amewaepusha na jambo gani, ndio maana akamchukua kila lile ambalo Allah nalifanya kwetu, kwa macho tunaliona kwamba ni shari, inawezekana ikawa ni kheri. Na mara nyingine unazokaliona jambo ni kheri, inawezekana kubaki na mzazi wako ikaonekana ni kheri kubwa zaidi, kumbe pia ikawa ni shari. Hapo watu wanaweza waka, waka, e, waka ujiuliza, kubaki na mzazi wako tena iwe shari kwa sababu gani? Huwezi jua, inawezekana katika maisha yake huko mbele umeshanifahamu vizuri eh? Angalikuwa sangine mgonjwa zaidi, angalikuwa mgonjwa sana, ikafikia e tu hajitambui, anaropoka chochote kile anakisema, na neno la mzazi hali lolote litakalotoka kwenye kinywa chake kwako linaweza likawa ni balaa. Inawezekana mbele kuna tukio ambalo Mwenyezi Mungu e, sangine yeye aidha angelilifanya, wewe ungechukiwa nalo, matokeo yake mnge eh, mngekosa sana. Ndo Mwenyezi Mungu sangine kwa dua unazoomba, Mwenyezi Mungu nipe mapenzi ya wazazi wawili, aidha wakiondoka wao waondoke hali ya kuwa meneridhia, aidha nikiondoka mimi ikiwa naondoka hali ya kwa wao umeniridhia. Inawezekana katika dua hizo Mwenyezi Mungu anaita kifupi, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila jambo analolifanya hata kama unaliona mbele yako linakuumiza, inawezekana ni kheri kwako kikubwa zaidi. Tunamuomba Mwenyezi Mungu amsamehe e, eh, mama yetu na um, jali kauli thabiti na jali kaburi lake liyo raudhu e, eh, miriyadhul janna katika eh, viwanja miongoni mwa viwanja eh, vya, vya peponi. Ndugu zangu, eh, ni msiba kwa kweli msiba eh, mara nyingine ashindwa hata niongeongeaje nianzie wapi sijui nitokee wapi, lakini kiufupi ndio hivyo yametokea. Mwenyezi Mungu amekadiria, bimkubwa yule wakati umefika, na hakuwa mtu mzima, alikuwa ni umri tu wa kawaida, hakuwa mtu mzima sana, eh, bali tu maradhi yamemchukua kwa muda mchache eh, hatimaye siku ndio hivyo, na katika msiba ule Kiufupi, asubuhi mimi natoka, tumezungumza vizuri e, mpaka kanieleza, ananiambia bana, leo ninunulie samaki e, samaki dizaini fulani. Alhamdulillah, tunatoka pale e, sasa kufika tena mida ile ya juma, baada ya salati la asri nilikuwa katika mhadhara e, masidi Baresa pale masidi Huda napigiwa simu, baada hapo tena ndo mambo yamebadilika. E, Mwenyezi Mungu amechukua amana yake. Walhamdulillahi tunashukuru e, kwa kila jambo ambalo lile ambalo Mwenyezi Mungu ametukadiria nalo. Kwa kifupi ndugu zanguni nimekuja kuwashukuru. Eh, nimekuja kuwashukuru. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man lam yashkuru qalila lam yashkuru kathira. Eh, alafu Mtume sasalam akasema, man lam yashkuru nasa lam yashkuru Allah. Yule mtu ambaye haana historia ya kushukuru kidogo, wallahi, hata akipewa kikubwa hawezi kushukuru. Na yule ambaye asiyokuwa na sifa ya kushukuru watu, mtu huyo wallahi laadhim eh, hawezi kumshukuru hata Mwenyezi Mungu hawezi kumshukuru hata nani, hata Allah subhanahu wataala. Ndugu zangu, mimi nimeziona meseji zenu nyingi mno. E, meseji zenu za salamu za lambilambi nimeziona, watukufu Waislamu, wengine hata si Waislamu wamenitumia meseji. Wallahi nikianza kuzisoma hapa muda utakuwa hautoshi, ni nyingi ni nyingi mno mno mno. Hichi ndio kilichonifanya e, e, nije kwenu na nije nij ni, e, nije ni, ni, niwashukuru ni, ni, ni wallahi, sometimes uweza ukapewa. Wengine nawashukuru kwa kunipa chochote kitu, alhamdulillah. Eh e, yuko ndugu yangu Sheikh Ibrahim kutoka Australia, Mwenyezi Mungu akujazeheri wewe na mkeo. e, ni watu ambao mashallah mmenishika mwanzo mpaka mwisho. e, yuko e, yuko ndugu yangu mwingine e, bwana e, Bwana Ibrahim nafikiri kutoka pale, kutoka Marekani e, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala akujaze heri, akufungulie e, kwa sadaka ambayo umenipa kweli, ulinipa wakati muda uliokuwa sahihi, umenifariji kweli kwelikweli. E, imefanya mambo makubwa, imefanya E, imefanya mambo, mambo mazito mno e, e, yuko dada yangu kutoka Nairobi Mombasa pale. Sitaweza kuwataja kwa majina, mara nyingine waweza kumtaja mtu jina e, ikawa mtihani e. Sasa ila kutoka Mombasa, alhamdulillah e, imefika tasadduku yako, alhamdulillah. Mwenyezi Mungu akujaze kheri, umenifariji kwa kweli. Sina cha cha kuwalipeni, Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye atakayewalipa e, na bila kuwasahau na wengine wengine, na wengine wametuma tasadduku zao kwa kunifariji kwenye msiba ule wallahi la Mungu ndio atakayejua cha kuwalipa. Mi nasema sina zaidi ya kuwaombea dua. Hamjui kile kidogo mlichokitoa nilikuwa kwenye wakati gani na imefanya kazi gani. Eh, mmemzika mama yangu kwa kweli Mwenyezi Mungu awajaze heri. Sitaki tu nieleze imefanya nini ilikuwa. Unajua mtu unapofiwa, e, misiba yetu sasa hivi haiendi misi, si misiba ya kisuna. Kusema kwamba ukishafiwa utakuwa ipo tu, baada ya watu wakishazika waondoka zako mshenifahamu vizuri eh? Kuna maandalizi ya chakula yaandaliwa, japo si sheria, lakini ndio watu washazoea hivyo. Eh, paliwi pale, mshefa mwingine analala pale, wageni kutoka sehemu mbalimbali watalala pale shekhe, kiufupi mzigo unakuwa mkubwa. Eh, mmenisaidia Mwenyezi Mungu awajaze khairi. Eh, naam, hata lile zoezi, eh, la mchele nililisitisha kugawa kwa sababu ya huu mtihani ambao tulitegemea ile siku ya Ijumaa ndiyo tugawe, lakini haikuwezekana, ndio siku ambayo umetokea huo, eh, huo mtihani. Kwa kweli ndugu zangu ni wengi mno. Eh, wako yuko ndugu yangu naweza nikasema mdogo wangu uswi ni dada yangu uswi yuko Unguja pale. Eh, nimeona salamu zenu. E, yupo e, nani hapa huyu e, mwingine nani nani anaitwa nani zai kutoka Mombasa pale, alhamdulillah, nimeona salamu zako hapa. Mpaka leo tulikuwa twazungumza, e, nafikiri milango ya saa ngapi nilikuwa, si saa saba ile tulikuwa twazungumza. Alhamdulillah, alhamdulillah, e, bado waendelea kunifariji na wallahi, sometime niwaambieni kitu ndugu zangu wapenzi watukufu, uwezo kumfariji mtu mara nyingine hata kwa maneno tu e, bora ukamfariji mtu hata kwa ukamfariji mtu hata kwa maneno akafarijika akaona kabisa kwamba huyu mtu yuko pamoja na mie e, wengine siwezi kwa sababu. Salma Unguja pale, Mwenyezi Mungu akujaze khairi eh, kwa kweli wengine nashindwa kuwataja kwa, kwa e, Ummu Harith e, kutoka pale UK, Mwenyezi Mungu akusidishe kheri akuondoshe matatizo Ummu Harith e, kwa kunikumbuka katika wakati ambao e, wakati mzito sana kwa kweli e, wengine wengine siwezi kuwasema wote e, naam na, e, Bisalma Ufaransa Mwenyezi Mungu akujaze heri. Nimeona umenishika kwa bega kwa bega kwa mazungumzo ya faraja. Kwa kweli mazungumzo sometimes yanamfariji mtu, yanamtoa kule kwenye fikira tofauti kwa sababu kufiwa ni nusu ya kukufuru sometimes. Unaweza ukakufuru shekhe, kusema yeye kufuru, Mwenyezi Mungu, kwa lakini ukabaki kwenye msimamo wako ukasema inna lillahi na ukashukuru. Kutoka Zai kutoka Mombasa, Mwenyezi Mungu akushie e, Husna kutoka pale e, e, wapi? Oman. E, mpaka mida si michache nafikiri mpaka kwenye saa e, saa nane nafikiri na dakika ngapi kwa kituma message? E, nimetuma message mpaka kwenye saa nane, na dakika e, na dakika hamsini na ngapi sijui, saa tisa, mda si mrefu akiendelea kunitumia meseji zile za kunifariji za, za, za, za Husna. Mwenyezi Mungu akujaze kheri e, Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi. Ndugu zangu watu ni wengi, ni wengi mno, ni wengi, mno e. Mwenyezi Mungu awazidishie wa Salma eh, kutoka wapi Salma kutoka, eh, kutoka Omani. Mwenyezi Mungu akujaze kheri, Wallahi nimeona, eh, nimeona salamu zako. Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla zamana, kutoka pale Mombasa, Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu akujaze kheri, nimeona salamu zako. Mwenyezi Mungu awajaze kheri eh, kwa kweli sina, sisi, sisi, yani ni, ni mengi sana ya kwe. ni message ni nyingi sana ni nyingi mno mno mno mno. E, Halima kutoka Dubai Mwenyezi Mungu akujaze khairi, Mwenyezi Mungu akuzidishie baraka bila kumsahau bwana Mtavasi. E, kutokea hapa hapa Dar es Salaam maeneo ya wapi Matitu, Mwenyezi Mungu akujaze khairi shekhe, nimeona salamu zako. E, kwa kweli nasoma hizi kama kurudisha shukurani, kuonesha kwamba mlichokuwa mnakituma, maana niko siwezi kujibu zile message, kwa kweli nazisoma tu basi naziacha, nazisoma naziacha, nazisoma wengine na najibu mmoja mmoja sana E, sasa nimekuja hapa lengo la kuambia jamani, zimefika ujumbe wenu umefika, salamu zenu zimefika, na faraja zenu zimefika. Ndio maana nasoma baadhi ya hizi ambazo Zakia eh, nimeona eh, ujumbe wako, na Mwenyezi Mungu akujazeheri. Ismaili, nimeona ujumbe wako. Abedi, nime, eh, Edi, nimeona ujumbe wako, Mwenyezi Mungu akujazeheri. Nimeona na Mwana, nimeona ujumbe wako, Mwenyezi Mungu akujazeheri. Eh, Zaituni Thabit eh, Mwenyezi Mungu akujazeheri. Aisha, eh, naam Aisha kutoka eh, kutoka Omani, Mwenyezi Mungu akujazeheri, nimeona ujumbe wako. Sada, Mwenyezi Mungu akujaze. Sheikh Jafari kutoka maeneo ya Mbande pale, nimeona ujumbe wako, Mwenyezi Mungu wa akujazeheri. Naam, Allah awajalie eh, kwa eh, Mazuu e, eh, Mazuu, wanamwita Mazuu bongo rekodi huyu. <laughs> Mashaallahu Taala, hivyo ndio maarufu wake, ndio hivyo lakini, anaitwa Mazuu. Nimeona salamu zako, lakini nimeshindwa kujibu kwenye message sababu message ni nyingi mno. e, eh, nimekuja huku huyu eh, nani Haldat, eh, kutoka Omani nimeona ujumbe wako e, eh, ustadhi Twaibu. naam Mwenyezi Mungu akujaze khairi nimeona salamu zako e, eh, popote pale ulipo, basi nimeiona salamu zako ustadhi Twaibu. Huyu huyu ni ustadhi wangu ambaye Nihifadhisha Qur'ani nam nimeona ujumbe wako Mwenyezi Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akujaze kheri nam Sheikh Hamis, naam. Sheikh Hamisi nimeona bana we, ujumbe wako e, popote pale ulipo tulikuacha Unguja lakini sijajua kama umerudi Dar es Salaam au bado, e, bado upo Unguja. E, tulikwenda kwa ajili ya jambo letu alhamdulillah. Pia nimeona ujumbe wako. Naam. Mwenyezi Mungu akujaze kheri. Sheikh Tura nimeona e, salamu zako. Mwenyezi Mungu akujaze kheri. Naam. E, Uthmani nimeona e, mzee mwenyewe namuita kwa jina lingine, na vile wanavyozoea kumuita mzee mwenyewe, mlamleni pale. Mwenyezi Mungu akujaze kheri. Eh. E, Umu Saidi, Mwenyezi Mungu akujaze khairi. Nafikiri Umu Saidi yuko Omani huyu. Mwenyezi Mungu akujaze khairi. nimeona ujumbe wako, salamu zako nimeziona. Naam. Zad kheri nimeona ujumbe wako kutoka Ufaransa nimeona, e, umenitumia. Mwenyezi Mungu akujaze kheri. E, Saidi huyu, e, Saidi wa Kiblateni nimeona ujumbe wako, nikisema Saidi wa Kiblateni mwenye chaneli ya Kiblateni YouTube ya Kiblateni, nimeona salamu zako bwana. Mwenyezi Mungu pia naye akujaze kheri, watukufu e, wa, e, e, wa, wa Islam. Salamu ni nyingi mno. Ismail nimekuona, nimeona salamu zako Safia, au Salia e, e, huyu bwana nimeona pia salamu. Mwenyezi Mungu akujaze kheri, Kauthar kutoka pale safeye nani kutoka Kaufari kutoka kutoka Dubai nimeona salamu zako Mwenyezi Mungu akujaze kheri. Naam, Maryam e, Mubarak kutoka Kenya nimeona salamu zako. Imran kutoka kule Singida Mwenyezi Mungu akujaze kheri nimeona salamu zako. Eh, Mama Fatuma kutoka pale Chanika nimeona salamu zako. E, na Fatuma mwenyewe pia nimeona salamu zako. Naam, Hashim ndugu yangu nimeona salamu zako Mwenyezi Mungu akujaze kheri. Eh, Fatuma eh, nimeona salamu zako kutoka kwa Ambiku pale. Eh, Muuza vifaa vya e, kitroniki kama umeme pasi na vitu vingine, nimeona salamu zako. Naam, Allahu akbar, ndugu zangu, ni Khadija Pemba pale nimeona mmenitumia salamu zako, Mwenyezi Mungu akujaze kheri. E, Bi Sandra nimeona salamu zako, Mwenyezi Mungu akujaze kheri. Bi Hawa kutoka Oman, e, Bi Hawa Halifa nimeona salamu zako, Mwenyezi Mungu azawajalie akulipe kila la kheri. Naam. Haya, wengine wengine jamani, inashindwa kusoma majina e, e, Ummu Qawiji eh, huyu eh, mama wa Binego nimeona. Uh, yule mtangazaji wa African TV pale uh, Swahili, nimeona salamu zako eh. Mama Fatuma Omani nimeona salamu zako. Mwenyezi Mungu akuzidishie kila la kheri. Kwa kweli wallahi ni watu ni wengi, ni wengi mno, ni eh, ni wengi mno, ni wengi mno. Kwa kweli zengine nashindwa kuzisoma eh, message zingine. Allahu akbar, ndugu zangu eh, hili kuja kwa ajili tu ya kuja kuwashukuru kwa kweli sikuja kwa ajili ya mawaidha, kuja kuwashukuru. Nimeziona zile salamu zenu nilipokuwa nasoma hapa, kuonyesha kwamba mlichokuwa mnanitumia sio kama nilikuwa na wadharau, kweli ni kuchanganyikiwa tu na msiba eh, mtanisamehe sana wallahi la adhim, munisamehe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, sio dharau na kiburi kwamba mnanitumia salamu alafu za kunipa pole, alafu mimi naamua kukaa kimya kijeuri. La hasha, wallahi ni ile kuvurugwa tu na shangaa, nifanye kipi Nifanye hivi. Kuna watu shekhe mimi wanipigia simu, wanakuja kwenye msiba, simu yenyewe nilikuwa kupokea siwezi kiufupi, ila nimeona ushirikiano wenu me, wa mazungumzo ushirikiano wenu kwa hali na mali nimeuona, na Mwenyezi Mungu aza wajala nyinyi ndio atakayewalipeni. Mimi sina cha kuwalipa, mimi sina chakuwalipa, Mungu ndio atakaye atakayewalipa. Ndugu zangu wapenzi watukufu, nimekuja leo kwa lengo eh, E, Bwana Saidi Ahmad pia nimeona, e, eh, nimeona Dula, nimeona salamu zako Fatuma Hamisi nimeona. Eh, ni nyingi mno mno, zinafika salamu zenu, hata e, eh, hata 300 400, huko zinafika. Ndio maana nikasema nije niwashukuru tu hapa kwa ujumla wote. Mlionitumia salamu zenu, zimenifikia na nilizisoma zote na nimeziona, nime na nimeona faraja yenu. Mwenyezi Mungu awajaze khairi. Eh, ndugu zangu ni wapenzi watukufu, kikubwa zaidi tujiandae na maisha haya. Maisha kwa kweli ni maisha ya muda fupi. Naam, wa man zuhziha aninnar wa udkhilal janna faqad faza. Yule mtu ambaye akanusurika na moto wa Jahannam, akaingia peponi, huyo atakuwa, atakuwa amefanikiwa. Eh, kullu nafsin dhaiqatul maut. Kila nafsi kwa kweli itaonja umauti. Eh, japo ni chungu, lakini itaonja umauti. Eh, umauti. Ndugu zangu, kufiwa ni jambo zito. Sikia tu kwa mwanzo ako kafiwa, sikia mzee bana kapata na msiba, lakini sheikh, msiba ukikupata wewe ndio unajua msiba ni kitu gani. Kwa ajili hiyo ndugu zangu wapenzi watukufu, salamu zenu nimeziona, faraja zenu nimeziona kuziona Mwenyezi Mungu awalipe, awaweke kwenye mizani yenu ya kheri, na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla watangulie katika kila jambo. Ndugu zangu, eh, hapa tunayo kama kawaida yetu ma ushifa, tunayo hapa dawa ya hanjari, tunayo mafuta hizbul bahari, tunayo ibitalusiri kwa wale ambao wanaohitaji, basi inshaallah taala wanaweza wakatutafuta eh, kwa time zao, kwa muda wao, basi tuka eh, wakaja ku, eh, kuzipata hizi dawa na kuzitumia kwa ajili ya mashakili mbalimbali. Nyuma ya kamera akisimama vyema habibi Suleman ibn Sultani. Eh, ndugu zangu, nawapendeni sana kwa ajili ya Allah, na nawapendeni sana kwa ajili ya Allah. Wallahi natamani siku moja, kama Allah ningenikusanishia nyinyi nyote eh, nikawakuta kwa macho hili, nalitamani ningelimwona mmoja mmoja hivi eh, lakini insha Allahu Taala kama Mwenyezi Mungu hakutukutanisha hapa duniani kwa idhini yake na rahma yake na mapenzi yake atatukutanisha janna anna eh, lakini uhibbukum fillah, nawapendeni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu awahifadhi na kila aina ya shari, iwe kubwa iwe ndogo. Wale wenye maradhi Mwenyezi Mungu aondoshee, wenye dhiki Mwenyezi Mungu awatatulie, na Mwenyezi Mungu aza wajala wajalie mpate husnul khatima. Mwenyezi Mungu awajalie na nyinyi, kama kuna maruhumu wenu umetangulia mbele ya haki, Mwenyezi Mungu awasamehe makosa yao. Na mama yetu huyu, Mwenyezi Mungu amsamehe makosa yake, amjalie, amwezeshe kuingia peponi eh, kwa utukufu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

Umu Umushifaa wanapatikana Mbagala Chamazi kwa Magimba. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 78 24 78 au 0717 28 42 42 na 0625 57 57 52 72. Umu Umushifa, ukipona wewe na taifa pia limepona. Wote mnakaribishwa.